Na ukabaki nayo kwa nini? Sio kwamba Mungu anashindwa kukuponya. Mungu yuko tayari kukuponya, namna ya kupokea uponyaji inawezekana. Mungu amekupa maelekezo ya kitu cha kufanya, ukashindwa kutekeleza kutokana na mazingira unayoyaona. Kwa hiyo unaweza ukapishana na uponyaji kabisa. Lakini tukija kwa yule jemadari yu, tukirudi pale, anampa neema Mungu anampa neema ya uponyaji ili aendelee kwa hiyo mungu atusaidie sana unapokuwa na ukoma vidole huwa vinakatwa ukoma unatafuna kwenye vidole huo Unaweza kukuta kidole hata kimoja hauna kwa hiyo unashughulikia pia kwenye vidole vya mikono unaweza kukuta kwenye miguu kwa hiyo unaweza ukawa huwezi kushika chochote na unaambukiza kwa hiyo huyu jemedali alikuwa anatamani awekewe mikono wakati anajua kabisa pia hali yake si hairuhusi kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia, lakini tuna kitu cha kujifunza hapa, kwamba yule ndumbiwa ajichovye mara saba. ajichovye mara saba. Abba. Ajichovye mara saba. Kwa hiyo kuna mambo mengine kwenye maombi yetu, tunapoomba yanahitaji uwe na na bidii. Unapoomba mara moja hujajibiwa, nenda omba tena mara ya pili omba tena mara ya tatu, ng'ang'ana na hilo jambo mara ya nne, mara ya tano, hata mara ya saba, na Mungu anaweza kukuponya. Kwa hiyo wakati mwingine kuna mambo tunaweza tukayaacha njiani, kuna miujiza tunaweza tukaiacha. Sio kwamba Mungu hataki kutusaidia, sio kwamba Mungu hataki kutuvusha, ni ile bidii yetu ya ndani ya kuwa na bidii ya hilo jambo, kung'ang'ana nalo mpaka umepokea kutoka kwa Bwana. Ni mara ngapi umengang'ana na kitu? Jana tulimuona yule mtu miaka 38 yuko pale, si angeomba msaada? Angesema jamani, yeye miaka 38 yote nimeng'ang'ana hapa, naona watu wanapita tu, hebu nibebeni nirudisheni nyumbani. Angesema anap... hivyo, lakini aliendelea. Sasa muulize jirani yako, wewe changamoto yako ina miaka mingapi? Je, ishirini? ishirini na mbili? Imefika wakati mwingine, inawezekana hata mwaka mmoja haujafika, lakini umekata tamaa, umeacha, hauna mpango tena wa kuomba hilo jambo. Mungu anakukumbusha endelea tena na tena na tena, na mwisho wa siku utapokea uponyaji, kama huyu jemedari. Alikuwa na kizuizi, alitaka kugoma, lakini mwisho wa siku ana ni mtumishi ndani yake kuna utumishi na adui ameona ndani kuna utumishi. Kwa hiyo analeta vita ili kuomba. Mwisho wa siku anasema ah, Mungu wewe, unajua unaweza kumponya. Sawa, we utajua mwenyewe we. <laughs> Unamsusia Mungu? Endelea kuomba, usisuse, usimtupe. Huyo ni wa kwako, Mungu amekupa zawadi, na Mungu amekupa mtu mwema kabisa. Akiwa mchanga ni mtu mwema na ulimfurahia kwa hiyo ni adui tu, na wakati mwingine unaweza ukamlaumu Mungu, unaweza kukamsusia Mungu, kumbe kuna mahali tulipolala adui amepanda magugu. Hakuumbwa hivyo, ana vitu vya thamani vipo ndani yake, Mungu amewekeza, kuna utumishi mkubwa Mungu ameweka ndani yake, lakini kwa nini yuko hivi leo? kwa nini yuko hivi leo? Mara nyingi ninawaambia kwamba katikati ya Sauli yuko Paulo. Yaani ndani ya yes, Sauli yuko Paulo. Huyo mtoto naye muona kwamba ameshindikana, ni mtumishi wa Mungu na atamtumikia Mungu kwa viwango vya juu sana. Shetani ameona utumishi aliobeba, ndio maana analeta vita. Na sasa kwa sababu umeomba muda mrefu, umekata tamaa, umeacha, kama ni ndoa, hiyo ndoa mbele yenu, kuna kitu chema kipo, adui amekiona kwamba hawa watu wakikaa pamoja kwa umoja, kuna vitu vya msingi vitafanyika na hawa watu kwa hiyo analeta mapambano kwenye biashara. Unapoanza unakutana na vita. Mara ya kwanza umefunga, sema sasa hapa ngoja tu ni, nitafute hela mara ya mwisho. Nikifungua tena ikifa tena sifanye tena. Kulima kilimo umelima mara ya kwanza, unashangaa changamoto imeingia, wadudu wameshambulia. Ah, sasa ngoja nijaribu mara ya pili, tena kuna changamoto nyingine. Shughulikia kiroho, fanya tena Aleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi wakati huu tutasimama mbele za Bwana, tutakwenda kuomba. Ya kwanza, tutamwambia Mungu atusamehe. Yamkini kuna misimamo yetu tunayo, kuna utaratibu wetu tunataka, Mungu atuponye vile tunavyotaka, vile tunavyotaka kwamba ah, kama mito ipo kule, mimi nataka niwekewe mkono na mtumishi wa Mungu, anibandike mkono, akemee pepo la huu la, la, la, la, la, ugonjwa wa ukoma, akikemea hapo, sasa hapo nitaona, eh, kwanza ameniheshimu, kwa sababu ameniombea, ameniwekea na mkono, sio kwenye mto. Simama tuombe. Umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu

Umba na ukusifu wa takatifu twa kuaburu falme umeinuliwa juu, takuongoza kwa ufupi, alafu nitakuacha cha kwanza. Tutamwambia Mungu atusamehe pale tulipomwekea utaratibu wa sisi tunavyotaka kupokea uponyaji. Mungu aturehemu, inawezekana ungeshapona siku nyingi, ni kwa namna tu ya misimamo ulionayo. Kuna ndugu mmoja uh, tulipewa ushuhuda hapa kwamba Siku hiyo mtumishi wa Mungu alipewa ufunuo kwamba viwete wote watasimama, akiwambia tu simama utembee. Alafu walikuwepo hapo wengi, akasema wa kwanza akasimama, wa pili akasimama, simama utembee, wa tatu akasimama, wengi, mmoja tu akabaki. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa anajua kabisa ile siku walikuwa ni siku yao maalum ya kwenda kupewa zawadi wale viwete kwa hiyo akasema hapa nitaenda nitapewa zawadi yangu, lakini nitamfuata mtumishi ataniombea, nitasimama kama wenzangu. Kwa hiyo alikuwa anafikiria baadaye akienda atakutana na ule muujiza. Akaenda akasema kwamba mimi nimepewa ufunuo saa ile ile, na nikaambiwa kwamba nikisema simama, kitii, ukisimama unatembea saa hiyo hiyo. Kwa hiyo akamwambia kweli, mtumishi, nilisikia nilitaka nisimame lakini nikakumbuka kwamba leo ilikuwa siku yetu maalum ya kwenda kupokea zawadi kwa sisi viwete. Kwa hiyo nikasema kwamba ngoja nikapokea zawadi, alafu kwa sababu nakufahamu, nitakufuata baadaye na nafasi ya kuheshimiwa. Na akawa na msimamo wake, lakini alipewa maelekezo, akataka kukataa, akashauriwa, akawa tayari kupokea ushauri e, Mungu liye hai. akajichovya mara saba akapokea uponyaji Naomba unisamehe. Inawezekana kabisa changamoto yangu kwenye eneo la kiuchumi, kwenye eneo la kiroho, kwenye changamoto ya kiafya. Ee Mungu mtakatifu, na nyenyekea kwako, niko tayari kutii maelekezo ili nipokee sawasawa na wewe ulivyokusudia, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo nimesogea kwenye madhabahu yako Uniponye kwenye changamoto ninayopitia, uniponye kwenye afya, uniponye kwenye uchumi, uniponye kwenye mambo ya kiroho, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kila udhaifu uniachie, kila ugonjwa uniachie, kila vifungo viniachie, kila mikosi iniachie. Katika chinones. Katika chinones. Chino chino endelea kuomba Baba katika jina la Yesu, na kushukuru Mungu wa milele, wewe ni Mungu mkuu, Bwana. Wengine wanapita kwenye ndoa zao, Mungu imefikia tu amekata tamaa kabisa, na anataka kuondoka na ana hayo mawazo Mungu mtakatifu, maadamu amesikia hili neno, ninaamini kuna jambo jema kwenye maisha ya hiyo ndoa. Mungu ninaomba uponye hiyo ndoa leo katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana mwingine ameomba sana, amekata tamaa kwa habari ya mtoto wake. E eh, Bwana Mungu unalo neno ambalo umesema, umelituma neno lituponye na kututoa kwenye maangamizi. Yule jemedali akajichovya mara ya kwanza na mara ya pili, mpaka mara ya saba na akapokea uponyaji wake. Mungu wa mbingu na nchi, endelea kuachilia nguvu ya kuomba kwa huyu mtu aliyekatia tamaa jambo lake, mwendelee e Bwana kumtia nguvu na kumsaidia, ili aendelee kushikilia mpaka apokee. Katika jina la Jesu ninavunja kila roho ya kukata tamaa na kuahirisha. Ninavunja kila roho ya misimamo ya kwetu e Bwana inayetuzuilia uponyaji katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Kila roho ya kiburi, kila roho yoyote ile inayetupa misimamo inayetaka kusababisha tushindwe kutii maelekezo ambayo mungu unayatoa katika china na Yesu Kristo Mnazareti aliye hai, Mungu ponya huyo aliyekata tamaa kwenye uchumi, kwenye biashara yake. Amefanya mara ya pili, amekata tamaa, anataka kufunga hiyo biashara. Mungu mpe ufunuo ya namna ya kwenda katika hiyo biashara, katika china na Yesu Kristo Mnazareti, katika china na Yesu Kristo Mnazareti. Ponya biashara yake, e Bwana, ponya familia yake, e Bwana, ponya mwili wake ambao, Bwana, ameteseka yamkini miaka mingi. Damu ya Yesu Kristo ikapita kwenye viungo vyake kama ulivyo ponya yule jemedari ule ukoma. Bwana Yesu, unaweza kumponya pia mtumishi wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, huo ukoma, huo ugonjwa wowote, iwe presha, iwe kisukari, iwe kansa, HIV, kwa jina la Yesu Kristo, kama alivyotakasika jemedari, katika jina tunatamka takasika kwa Jina la Yesu Kristo, nanyunyiza damu ya Yesu Kristo Mnazareti mara ya saba, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, pokea uponyaji katika Jina la Yesu Kristo, pokea uzima katika huo mwili, pokea uzima katika hilo tumbo, pokea uzima katika hicho kichwa, pokea uzima katika mifupa yako, pokea uzima kwenye figo, pokea uzima kwenye moyo, pokea uzima kwenye mapafu na kwenye ini, pokea uzima kwenye damu yako katika Jina la Yesu Kristo jina la Yesu Kristo, kila ugonjwa na kifungo kikatike saa hii. Kila minyororo achia katika jina la Yesu, kila vifungo achia, iwe mizimu iwe mapepo, ile roho za kichawi na uganga, toka achia kwa jina la Yesu, toka achia kwa jina la Yesu. Natangaza uzima katika mwili wako, pokea uzima na Mungu aachilie nguvu ya kuomba ndani yako katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Ule ugonjwa wa kiroho, yamkini kuna mambo ya du ameachilia kwa ajili kukuzui ya kukuzuia kuomba neema ya kuomba irejeshwe tena ndani yako, nguvu ya kuomba irejeshwe tena ndani yako. rimo shandarabasakrobosika kanda rapa kuria saka ropo koria mashanda kanda repa koria sika katika jina la Yesu Kristo, Bwana arejeshe neema ya kusoma neno la Bwana. na ule uzito katika macho yako ninaondoa ule usingizi wa kipepo ninakemea katika jina la Yesu na usingizi wa kipepo kwa jina la Yesu ukuachie kuanzia leo unaposoma neno la Mungu usikie raha upate ufunuo katika jina la Yesu naskito unapoingia kwenye maombi ule uzito katika jina la kuachie usikie upako usikie raha katika maombi usikie nguvu katika maombi usikie nguvu katika maombi Bwana rejesha hiyo neema ya kuomba roho ya neema na maombi ikaachiliwe juu yako kanda rapa koria saka ripa koria mashanda kanda rapa koria. Neema ya kuona maono irejeshwe tena, neema ya kuota ndoto zinazokuwa kweli Mungu arejeshe tena katika jina la Yesu. Na mambo ambayo yalikufa, pana arejeshe tena, pana arejeshe tena, pana arejeshe tena, biashara iliyokufa pana arejeshe tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Mungu ninakushukuru, e Bwana, hata kwa Ajili ya taifa letu la Tanzania, Mungu tupiganie, Mungu tutetee, neema yako iwe juu yetu e Bwana, neema yako iwe juu ya kila moja moja, katika jina la Yesu. Baba, hayo maelekezo uliyoyaachilia katika viongozi na mtu yoyote ambaye Mungu ni Mtanzania, ninaamini kuna maelekezo unaendelea kusema nasi, e Bwana, katika jina sikito, utupe kutii Bwana, ili tuone wokovu mkuu kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti Amen. Karibu mtumishi wa Bwana kwa ajili ya kutoa baraka na kuombea sadaka. Tazama, Mungu wa wote wenye mwili, je, kuna lolote usiloweza? Bwana Yesu, hakuna neno lolote lililo gumu mbele yako. Zama wewe Mungu unaendelea kutuimarisha kupitia neno lako la uzima. Zama tumekuona kumpitia mtumishi wako ametupitisha katika maeneo mbalimbali ili kusudi kuamsha mioyo yetu na imani, tukaendelee kukuelekea wewe na kukutumaini zaidi. Zama tunahitaji msaada wako Roho Mtakatifu ukatusaidie kila wakati ambapo Mungu tunapokuhitaji katika maisha yetu. Na hasa tumeamka asubuhi hii kwa ajili ya kuwahi na mapema tuanze pamoja nawe, na hasa tunapoanza shughuli zetu mbalimbali. Bwana ninajua kila mmoja umempa nafasi yake ya kufanya kazi katika maeneo mbalimbali. Kuna wengine wanafanya biashara, lakini kuna wengine Bwana Yesu wao wameajiriwa, wapo pale maofisini, serikalini, lakini kuna wengine Bwana wanafuga. Zama na wengine wanaenda mashambani na kutengeneza bustani zao. Kila mmoja anahitaji baraka kutoka kwako na kila mmoja anahitaji msaada kutoka kwako Yesu Kristo, ukatufanyie uwepesi asubuhi ya, ya leo, tukauone uso wako, ukitembea pamoja nasi, tushike mkono pale ambapo shetani anapotaka kutuaibisha. Mungu, ukaendelee kutuongoza katika maisha yetu, tunaomba ulinzi wako uwe pamoja nasi na hasa tunapoingia katika majukumu mbalimbali zama pamoja na yote lakini, watumishi na watoto wako hatukuja mikono mitupu, tumekuja na sadaka mikononi mwetu. Roho Mtakatifu, endelea kutakasa sadaka hizi, na pia pale ambapo tulipoomba kwa uregevu, sadaka hizi zikaendelee kunena madhabahu ni pako, zikalete baraka juu yetu, kama jinsi Mungu wewe mwenyewe ulivyotuahidi juu ya kutufundisha umuhimu wa sadaka kutoa katika madhabahu